Yes, asante sana na karibu katika chaneli hii. Na leo ningependa twende moja kwa moja hadi kaunti ya Baringo, na tunaona kwamba katika kaunti hii siasa imeshika, siasa imechacha, watu wanapigania ile kiti cha useneta, na ile kitu ambayo imenibamba zaidi ni ya kwamba vijana wengi wameweza kujitokeza na kuwania kiti hiki, na mimi nataka niambie watu wangu wa Baringo ya kwamba ni zamu ya mabadiliko imefika ile atua au ile kiwango sisi kama vijana tumesema kwamba enough is enough tunataka mabadiliko katika kaunti na mimi hata niwaambia ya kwamba tukitaka kubadilisha uongozi katika kaunti yetu ya Baringo ni lazima tubadilishe siasa zetu hapo awali kijana akijitokeza, mara tunasema sijui bado ni mdogo, sijui ajaoa, eh, sijui ana pesa, sijui ana nini. Mimi nataka niwaambie watu wa Baringo, tubadilishe hiyo fikra na tupe kila mtu nafasi ya uongozi. Kijana akikuja na tuone ya kwamba akuna sera muhimu, apewe hata kama ni mzee na kuna sera muhimu wapewe. Lakini mimi nadhani waambie 2017, wacha tuangazie kiti cha ugavana katika kaunti hii. 2017 au tuanze to, na 2013 tukapea mzee kura na yale mambo ambayo tuliona ni yale yale tu, hakuna maendeleo, hakuna mabadiliko hakuna madawa hospitalini them, you know them. 2017 tukabadilisha kidogo, tukasema situpee huyu mzee mwingine, na yale mambo ambayo yalifanyika nyinyi inyata sisi tunajua. 2022 tukasema ni kama yule mzee wa kitambo eh, alifanya kazi kuliko mzee wa sahii, tukamrudisha yeye, akakuja kuua kabisa. Ndio maana hatuna maendeleo katika kaunti hii, ndio maana vijana wetu bado hawajaajiriwa, ndio maana unaona ya kwamba hakuna madawa hospitalini. Mimi nataka niwaambie watu wa Baringo, imefika wakati ya kubadilisha siasa katika kaunti hii, imefika siasa, imefika wakati ya kubadilisha fikra zetu za kisiasa katika kaunti hii, na tukichukua hatua tutafute yule mtu ambaye anaweza tuletea maendeleo, hakika tutakuwa mbele. Baringo kaunti iko na resources, inahitaji tu planning a good strategy, na inahitaji wale watu ambao wako willing kusaidia watu, ama namna gani? Mimi nawaomba, raundi tubadilishe raundi tubadilishe uongozi katika kaunti hii, tulete tukutanishe mawazo yetu na tulete yule mtu ambaye anaweza tuletea mabadiliko. Tunataka tuone watoto wetu wa nursery school wakienda shule vizuri, wanasomea madarasa nzuri nzuri. Tunataka tuone zile projects za maji katika kaunti. Tunataka tuone ile njia ile ile njia nzuri, nzuri zikijengwa katika kaunti. Tunataka tuone masuala ya agriculture ikigrow katika kaunti yetu. Tunataka mambo mazuri, na ili tupate mambo mazuri ni lazima tubadilishe ile fikra zetu, tuseme ya kwamba enough is enough. Na imefika wakati wa kuleta mabadiliko ama namna gani? Na mimi nawaambia Ikifika 2027 tutaangalia na tuone ni njia gani tutapitia ili tupate mambo ya mabadiliko katika kaunti hii. Mimi nawaambia, na nimesema tutaingia ground, tuwaonyeshe, tuwafanyie ile education muhimu, ndio ukichagua mtu unajua una unachagua nini